Kuna idara hazishughuliki na haki za wafanyakazi. Yeye akitaka kusafiri kwenda Dar es Salaam kwenda Pemba anazipata pesa. Kuna mkutano Dodoma, kuna mkutano Iringa, kuna mkutano Mwanza, fedha anazipata. Lakini mhudumu pale ana, ana, ana overtime yake miezi mitatu hajalipwa. Ili jambo Katibu Mkuu lisimamie na hatupendi kuliona kabisa, kama ni kusubiri subiri. Wewe sio yule mfanyakazi wa, wa chini kabisa, wewe si unaalikwa alikwa kidogo, saa nyingine unakwenda kwenye semina eh, kuna warsha kukwa na kuepo kidogo na hela, saa nyingine na posho unapata na saa nyingine unapata safari. Lakini mhudumu anapata safari ya kwenda wapi? Mlinzi anapata safari ya kwenda wapi? Dereva anapata safari ya kwenda wapi? Lazima tuwaangalie hawa wafanyakazi. Ukiangalia zile fedha zinapogawiwa, unakuta kuna overtime za walinzi hazijalipwa, lakini bosi mkurugenzi kadilijilipa mpaka safari ya juzi tu. Hawa wamekaa miezi mitatu hawajalipwa, wa sio sawa. Hawa kipato chao ni kidogo sana. Lazima tuwasimamie walipwe, na wengine wanapata sababu, ah, bwana serikalini sasa hivi hakuna pesa. Si kweli, osi zinakuja. Ni ishu ya kujipanga vizuri, ni ishu ya kujipanga vizuri, na ukiwa una utamaduni wa kuwalipa hawa, wa kuwashughulikia vizuri hata ikitokea mwezi umechelewa, hata kuwa na roho mbaya, lakini anakuona we unaondoka na unalipwa, yeye amekaa pale miezi mitatu, wengine wanafika miezi sita, haiwezekani. Lazima tuwe na matumizi mazuri ya fedha lakini lazima tuwe na vipaumbele hata kwenye haya malipo. Haya mambo lazima tuyasimamie, tuelewe kama fedha imekuja chache basi tutoe vipaumbele ya malipo. Saa nyingine fedha inatumika anakwenda kukodi ukumbi wakafanya mkutano shamba nyiwe. Wizara Elimu, mna kumbi ngapi nyinyi? na raha yake. Sasa hivi kila tunapojenga shule na ukumbi upo, kafanyeni masukuli huko. Na saa nyingine fedha za miradi zile zinawekwa kwenye mikutano, zinawekwa kwenye mafuta, zinawekwa kwenye posho, na hasa ikifika ile kota ya mwisho ile, March, April, June, zinatafutwa tu utaratibu wa, wa kutumiwa ili zitumike, tukakodi hoteli Paje na watu walale kule wiki wapate kuzitumia vizuri. Hichi e kitu sio sawa. Haya mnayokwambieni yapo, mkitaka nitaje event zinazofanyika siku moja nitasema. Tendeni haki.